Karibu sana mdau wa simulizi, leo nimekuandalia simulizi yenye kugusa moyo, yenye uhai wa ujasiri na yenye ladha ya mapenzi ya kweli kati ya binadamu na mnyama. Simulizi hii inaitwa Mbwa wa Ujasiri. Muhtasari wa simulizi letu: ni hadithi kuhusu Kondo, mbwa mpambanaji na mwaminifu, ambaye hakuwahi kuogopa hatari. Alimpenda bwana wake, Juma, mvuvi mzee aliyekuwa akiishi karibu na bahari. Siku moja bahari ilipochukua uhai wa Juma mikononi mwake, Kondo hakusita. Aliingia ndani ya mawimbi makali kumwokoa. Ni hadithi ya upendo, uaminifu na ujasiri wa kweli. Utangulizi wa simulizi. Katika kijiji kidogo cha Kizinga Maisha yalikuwa ya utulivu yenye harufu ya chumvi ya bahari na sauti ya upepo ikipiga mitende. Kila mtu alijua jina la Kondo, mbwa mwenye manyoya mekundu kama jua la machweo. Alikuwa si mbwa wa kawaida bali mlinzi wa moyo, rafiki wa kweli kwa mzee Juma. Watu walimpenda Kondo lakini hawakuwahi kujua jinsi ujasiri wake ulivyokuwa mkubwa. Hadi siku ile bahari ilipoamua kujaribu nguvu ya upendo. Sasa ngoja nianze kusimulia. Usiku ule, mwezi ulitanda angani ukiwa mlegevu, mwanga wake ukipenye kama mkono wa tumaini. Bahari ilikuwa na hasira, mawimbi akipiga mawe kana kwamba yanalaani dunia. Mzee Juma alikuwa amekwenda kuvua kama kawaida yake ya kila jioni. Kondo alimfuata hadi ufukweni, akimwangalia kwa macho ya tahadhari. Rudi nyumbani, Kondo, Juma alisema kwa upole. Usiku huu bahari si rafiki. Lakini Kondo hakutii, alikaa pembezoni, macho yake yakifuatilia mashua ndogo ikielekea mbali. Dakika zikapita, upepo ukabadilika, na ghafla mawingu yakamvurumisha mvua na mawimbi yakaanza kuzungusha mashua. Watu wa kijiji walitoka majumbani mwao wakipiga kelele, Juma, Juma yupo baharini. Lakini hakuna aliyeweza kumsaidia, bahari ilikuwa kama simba mwenye njaa. Kondo bila kufikiri mara mbili, aliruka ndani ya maji. Mawimbi alimpiga maji, akamziba lakini, moyo wake haukutetemeka. Alipiga mbizi akitafuta kwa harufu na hisia za upendo. Mwishowe, katika giza la maji, akasikia sauti dhaifu. Ilikuwa ni Juma. kwa nguvu zote Kondo alimvuta Juma, akamshika kwa meno, akavumilia mawimbi hadi mkafika ufukweni. Alipomlaza bwana wake ardhini, aliendelea kubweka akimlamba usoni mpaka Juma akafumbua macho polepole pole. Kijiji kizima kilimzunguka wakibubujikwa na machozi, wazee walinyoosha mikono juu na kusema, huyu si mbwa wa kawaida, huyu ni shujaa wa Kizinga. Na tangu siku hiyo Kondo hakuhesabiwa tena kama kama mnyama bali kama rafiki wa damu na moyo. Funzo la simulizi letu, ujasiri wa kweli haupimi kwa ukubwa wa mwili bali kwa wingi wa upendo uliomo ndani ya moyo. Kondo anatukumbusha kwamba uaminifu na kujitoa kwa wengine ni silaha kuu ya ushindi katika maisha, na hata kama dunia itakusahau wema wako utabaki ukiimba kimya katika mioyo ya wale uliowasaidia.